Jambo jambo. Ni kusaidia mimi. Ah, nakuja kwa mwanangu hapa. Ndio. Asante. Haya, Mr Abdul apoapoa, rafiki yangu, mpikie tumwambie, kama mwambie kama mimi nafanya kazi hapa, mimi ndio chief. Haya, rafiki yangu, mbegu ambayo walipanda hapa zinatoa matunda. Haya, Mr Abdul apoapoa, rafiki yangu, vipi? Mimi niko fresh huyo nenda kamwambie Mr. Kalumbi mpaka na rafiki yake mwe mwule kama mimi hapa ndio nimeshakuwa chief. Kampuni yetu hapa rafiki yangu mimi na nachapa kazi bila shaka. Sinaona eh, mbegu ambayo walipanda inatoa matunda sawa, sawa. <laughs> sana basi tuongee. Haya haya, Mr. wangu nashukuru sana basi basi, kesho nipitie ofisini nishukuru bila shaka. Amjambo, baba.

Nashukuru ah, na mama nenda, sijui umepata ah, nenda. Nenda. Nenda. Nenda. Habari kama mimi nakuitaji ndote, ndote, ndote, ndote. Nesha mfukuzo sitaki kuisha na mutu hapa hapa, naishi na mwanangu tu. Wala. Na nazisani kama watu wanene ndio wana akili. Mama mnene mnene tu hivi ana akili. Tu kitu kwako mbele na miguu yako mbili. Kuja kunyamia maneno ya ndoti. Mimi ndo baba yake. Ngelefu ni kuone tena siku mengine. Hey, mama. Hey. Hao ni wale. Atokea kwako. Mume wako kanitusia kutosha. Eh, mama. Mume wako kanitushia kutosha mwanangu. Ah! Nilimulizia tu mume wako kwa maneno ya ndote. Mume wako kanitushia kutosha mwanangu. Mama, ndio? Kama ulisema mume wako, hapo pala ni katu. Ah, mama unasongea hivi. Sasa si nakwambia hivi mwanangu, nirudishie ndote wangu. Kama ndote hapo uzito uko kwenu na natumia ugali mingi kunishinda nini? Nirudishie ndote wangu na kwambia unanisikia? Nirudishie ndote wangu.

Baba, nisaiti ya tu niishi hapa. Alafu, tulia kwanza. Kwa nifanisia ni kuhusu akutoa nyumbani. Akutu, ni mimi sijui. Mimi na mwishimu baba angu. Nisitu ya iba na mfukuza. Sasa, tulia kwanza. Inuka. Mimi taongea na baba yako. Unasikia? Taonana naye. Na... Tajua kwa nini alikutoa nyumbani? Nasikia? Ndio. Hivi irudi kwanza nyumbani. hey, mama mume wangu ni nani? mtoto naishi na kwa rafiki yangu, lakini ananiomba kama aishi hapa. wewe unaonaje? Sawa mume wangu, mi naona tu kama tumsaidie. nataka tu aishi hapa, unaonaje? Na... nina wazo moja tu, inabidi nikamuone rafiki yangu ili tuongee naye.

Mzima ah, pali yako mzee? Mzee. Ah, Sorry tu mzima? Ah, salama. Ah, asante sana. Habari za nyumbani? Bwana, tuko sawa. Za kazi. Ah, kidogo kisi, tunachapa kazi ndio kisi tunafanya hapa. Okay. <coughs> Yaani, yeah. Mzee pale ofisini mwangu lakini angalia sina kazi nyingi. Ndio maana inakuwa nilikuwa nikuongelesha tu shida moja tu. Shida gani? Nilikuwa ofisini mwangu naangalia sina kazi nyingi ya kufanya, lakini ndio nakuja hapa nikuongeleshe tu swali moja mbili wala tatu, ili tuelewane vizuri. Mzee, unaona hata hizi Mr. Roy anaishi na mtoto ndani nyumbani kwake, shina mfahamu mtoto kidogo huyu? mhm mm ah, huyu mtoto haikuja kwangu, kaniambia kama anateseka anataka akae na mimi, njoo kwa maana anakuja kwako. Nikwambie kwa sababu wewe ni rafiki yangu, mzee. tu nyaka mtoto kwenye ofisi yako kwa kunyulizia maswali. Ah, hiyo haitoshi leo kumalizia mwenyewe wewe kumalizia mwenyewe

Sasa naishi, naishi kivipi na wewe mtoto? Ndio gani ndio yeye mtakao kutakwambia? Jo jo jo kama ni na mimi na shada. Kwa hiyo mtoto kaja kwangu kimeambia kama aishi na mimi na pale nyumbani kwao. Yaani kaambia kama wewe unamulee vizuri na mchungi vizuri. Eh, na ndio cha toki ni mambo. Kwangu kuja kwangu kuambia kama aishi vizuri, aishi vizuri pale. Ha, sio mkao kuulizia kwamba inabidi mlee mtoto vizuri kwa sababu ni mtoto ni mayatima. Poesia kwetu msitakeni, kusikiliza mwambie. Maana yake kiene kile kutoa ofisini mwako ni kuja kunyambia kama ni mlei wa vitu, kama wewe unajua, kama wewe unasaidia watu, nenda basi ukamchukua. Wewe na mimi tulifahamishana ni kikazi tu, na huyu ndio atakujua wewe kupitia mimi. Unanijua, mbona mimi sifuatilie maneno yako ya ya ya nyumbani? Maneno yangu ya ya nyumbani nakuhusu wewe nini? Ewa, sikiliza mwambie. Hiyo mwanzo na mwisho, siku mwingine kunyambia maneno hiyo nitakunyambia hapo. Huyu mwanangu familia yao hawafahamu wewe. Huko ni kwa nataka kwa kumshauri. Unashauri na ushauri gani wa kumkabidhi mimi? Yaani sikupata muda kuja kwa kwako nyumbani. Kwa maana hii nitaka tuongee hapa kwa usemi. Sikiliza kwa mimi. Hiyo mwanzo na mwisho. Nasikiliza. Maneno yangu ya chini hapo hapo. Jua ya kujua ya kazi na mimi jua ya kazi. Full stop. Wala mimi nikufahamishani kwa kazi. Sio maneno ya ya ya ya familia ya watu. Huyu ndio ndugu yako. Kama unaona maana yako unamsikilia unaona. Oh, unamsikilia kwa sababu wende kuchukua basi. Ufanye kazi yako na mimi nifanye kazi yangu. Mimi kwa nini mimi simifuatilie nyinyi? Kwa nini mimi simifuatilie?

Sina shaka. Hata uh-huh, mimi pia. Mimi hapa

Nataka kushauri kidogo, wewe oongea kile ninakuleta hapa. Kama unaona maneno maneno ni mazuri mabaya, haikuhusu wewe kitu, huko ni kwangu mimi. Nimesha kwambia, ongea kama muhimu, kile kinakuleta hapa, ndio kile ndio mimi nataka nataka, nakuja kuchukua hiyo document ya jana ya jana, ndio nakuja kuchukua, ndio kwa kuongea tu, inabidi unishauri wewe. Nani usubiri kabisa document